Jamani, mimi kitimoto nakula. Mimi ni Muislamu lakini kitimoto nakula. Niulizeni kwa sababu gani nakula kitimoto. Ustazi samani shehe, eh, wewe ni Muislamu eh? Si ndio eh? Tena Muislamu aswa kabisa, kwa nini unaitangaza kitimoto, una, unaila mbele ya watu? Natangaza kitimoto nakula mimi kwa sababu dhambi zote nimeshazifanya. Nielewe, dhambi zote unazozijua nimeshazifanya. sasa kama kuna Muislamu hajawahi kufanya dhambi kabisa, anafata misingi ya dini, hakiuki hata moja, mimi namwombea kwa Allah, amtengenezee njia njema, aende peponi akale matunda yake. Sasa narudi kwenye Waislamu ambao mnafanya matendo mabaya na mnaiogopa kitimoto peke yake, bila hawa Waislamu wanaozini, wanaolala na wake za watu, wanaotembea na mashoga, wanaojiuza, yani wana, wanafanya dhambi nyingi, lakini wanaiogopa kitimoto. Wao ndio wanataka niongea okay nao. Kama dhambi nyingine unafanya, kitimoto kula kula uonekana umeshafanya dhambi zote kula hey. Lakini hey. imekatazwa ime kwenye vitabu vya dini na Kurani imezuia. Kwa nini sasa nilivyo kula, kula sijatapika? Wanasema halamu ni kile hivi, unafuatilia vizuri, halamu ni kile ki kimtokacho mtu. Mimi ni kila kiti moto sitapiki na nakula kwa baada ya kuona kwamba dhambi zote nimefanya, nimeshazini, nimeshaiba, nimesengenya, sitoi sadaka, dhambi zote kwa ni Waislamu wa wanafanya wa, wa, wa dhambi zote hizo lakini kitimoto. Tena kuna wengine wanakula kwa siri, wewe. Wala mimi sijasema kama Waislamu wote wanafanya hivyo ah. Kuna baadhi ya Waislamu wanafanya dhambi nyingine, lakini wanaichukia kitimoto. Hawa ndio wanaotaka kuongea nao. Baba nimechoka jamani, naombeni kwanza nikaoge jasho <laughs> sawa ustazini. <laughs>